Mheshimiwa Ndassa, asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Nimemsikiliza vizuri mheshimiwa naibu waziri wakati akijibu swali, mimi nilikuwa nataka nimuulize tu ikitokea, ikitokea, mwanafunzi wa, wa kiume akamchukua mwalimu wa kike sheria inasemaje? Asante mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, Mheshimiwa Mavunde. mheshimiwa, mheshimiwa mwenyekiti, kwa kifupi tu mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria napenda kujibu swali la mheshimiwa Richard Ndassa, mbunge wa Sumve, kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa sheria ya elimu ya mwaka 1978 na kama ilivyofanyiwa marejeo mwaka 2002 sura ya 353, imezungumza katika kifungu cha sitini kapito A kifungu kidogo cha pili kwamba ni kosa pia kwa mtoto wa chini ya, mtoto yeyote ambaye yuko shule, mtoto wa kiume kuoa kwao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kosa linabaki pale pale na kwa upande wa wanaume pia imezungumza kwamba ni kosa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Ndasa, bado banabaki pale pale kwamba na mtoto wa kiume pia na yeye akioa akiwa bado yuko shuleni ni kosa pia. Asante Mheshimiwa Bura. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali moja dogo la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoto wa kike wengi wanaoshindwa kuendelea na masomo baada ya kumaliza kidato cha nne na cha sita wanaolewa kwa kukosa fursa ya kujifunza katika vyuo vyetu vya ufundi je serikali ina mkakati gani wa kuanzisha kambi la vijana ili hao watoto wanaomaliza kidato cha nne wakiwa wadogo na waruhusiwi kuolewa wakiwa chini ya miaka kumi na nne au wakiwa na miaka kumi na nne wakajifunze shughuli za ufundi ufugaji bora eh, wakajifu ujasiriamali na mambo weka mengine. Mheshimiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, majibu kwa swali hilo. Kwa kifupi tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa katiba na sheria, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Felista Bura, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya waziri mkuu ina programu ya ukuzaji ujuzi nchini ambayo lengo lake kubwa ni kuhakikisha tunaisaidia nguvu kazi yetu hasa vijana wengi kupata fursa ya kujifunza kwa vitendo hasa katika mafunzo mbalimbali mbali ya ufundi. na Mheshimiwa Mwenyekiti, programu hii inaendelea na mpaka ninavyozungumza hivi sasa takribani vijana elfu ishirini na mbili nchi nzima wameshawasilisha maombi kwao. Ni, ni, kwa ni programu ambayo inawagusa watu tofauti tofauti. Ni mwendoe hofu mheshimiwa mbunge kwamba ni programu endelevu mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na moja tutaendelea kuwachukua watoto wengi hasa wa kike kuingia kwenye programu hii kujifunza ili waweze kujitegemea. Asante mheshimiwa. Msabaha: asante sana mheshimiwa mwenyekiti, na mi naomba kumuuliza naibu waziri swala dogo la nyongeza, kwa kuwa kuna watu au watu wazima ambao wana akili zao timamu na wana kazi zao, lakini wamekuwa wakikiuka maadili na kuwachukua hawa mabinti wakiwa katika umri mdogo, na sana sana kuwazalisha watoto na kuongeza ongezeko la watoto wa mitaani. Je, serikali ina mikakati gani kush, kuchukua sheria na mikakati ili kuhakikisha tunakomesha vitendo hivi na hawa watoto wa kike kupata haki zao stahiki? Asante, jibu kwa swali hilo, Mheshimiwa Naibu Waziri ofisi ya Waziri Mkuu, kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Maalim Sabaha, Mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sheria imeeleza vyema ni katika mazingira gani mtoto wa kike anaweza kuolewa na kinyume chake, maana yake ni kosa linatengenezwa kwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wale wote ambao wanafanya vitendo hivyo kwa kukiuka sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria zetu zipo na watachukuliwa hatua na kupewa kwa vyombo vya sheria, ili haki ionekane imetendeka kwa mtoto huyu ambaye anakuwa amekatishwa shughuli mbalimbali ikiwemo masomo.